Wimbo wako kupigwa kwenye CD na wewe kuimba juu ya uh, vocals ambazo ziko hiyo, sio show hiyo, inaitwa tu playback. Maana ni playback, wasanii wetu wengi bado wako kwenye level ya playback. Tuongee tu ukweli, hicho kinaonekana, lakini tufike, lakini siwalaumu kwa sababu vile vile wale ambao wanaandaa matamasha hawa inve, hawawapi hela ambayo wao inaweza kawezesha kwenda kuandaa show.

Eh hey, kwa sababu ukinipa mimi milioni hata kumi yeah. Master, moja ya kitu ambacho kinampima msanii ama kumjua kwamba msanii amekuwa ama amekuwa na uwezo fulani ni pamoja na swala zima la performance. Performance inatokea kwenye matamasha pia, hasa Tanzania, msanii mmoja kuandaa event yake ama tam, ama kitu chochote show imekuwa ni ngumu sana. Watu wamekuwa wakipimwa kwenye hizi show za za festival hizi uh, Wasafi unakutana tamasha lao, Clouds media hizi pia zimekuwa zikiandaa matamasha yao lakini kitu kwa kikizungumzwa haya matamasha yamekuwa hayapandi value. Kwa mfano, mi nakumbuka kuna tamasha sitalitaja hapa, nilikuwa naenda eh, kipindi nasoma shule, gharama yake naikumbuka ambayo nilikuwa naingilia kipindi kile ilikuwa ni elfu kumi elfu tano miaka kumi nyuma nazungumza hapo, lakini till today nikipiga simu huko mkoani nikiambia, bwana hivi tamasha linakuja, gharama yake ni kiasi gani? Gharama inakuwa ni ile ile, alafu maisha yamepanda siku hizi. Master J, ni, nini ambacho unachokiona kwenye matamasha yetu sisi? Sasa vale, hiyo tuangalie tu kama tunataka kucompare ku tu, tu tuangalie, wenzetu wanafanyaje? Unajua, kuna kuna tofauti, unajua concert ni show. Um, ni kitu ambacho unatumia hela nyingi na muda mwingi ku, kuandaa umeshaona show za tuseme Chris Brown, umenielewa? Sio kwamba tu yeye ni playback alafu, anaimba ni kitu ambacho unaona kabisa walitumia hata miezi sita kufanya rehearsal. Lazima uandae, inaitwa show, wimbo wako kupigwa kwenye CD na wewe kuimba juu ya uh, vocals ambazo ziko, hiyo sio show, hiyo inaitwa tu playback. Maya, ni playback, wasanii wetu wengi bado wako kwenye level ya playback. Tuongee tu ukweli, hicho kinaonekana, lakini tufike lakini siwalaumu kwa sababu vile vile wale ambao wanaandaa matamasha hawawapi hawa hela ambayo wao inaweza kawezesha kwenda kuandaa show. Hey, kwa sababu ukinipa mimi milioni ku, hata kumi ni ndogo sana kuandaa a performance. Unajua, unaandaa performance kabisa, umeelewa kwamba hapa, i, i, unanipa segment ya tuseme sali moja na kupigia show, kuna wardrobe change Mnaelewa, kuna dance routines, kuna hiki kuna kile. Yani ndo maana ninachosema kwamba sisi bado tuko kwenye playback. Kwa hiyo hicho tunachokipata sasa hivi ni haki, lakini siwalaumu wasanii wetu. Hamna msanii, wasanii wangapi wanapewa milioni hamsini afu wameenda kama ameimba playback, aseme namfungulia mashtaka eh? <laughs> Hey, kwa sababu if I'm paying you 50 million, andaa a set, inaitwa a set unaandae set kabisa nataka na kulipa milioni 50. I want a one hour set performance wardrobe, eh, routines, unaelewa kila kitu, alafu sio play, sitaki playback tua. Unajua, sasa hivi inabidi tuanze kutumia na live. Unaona, hata tukiendaga hivi wasanii wetu bado wanaimba playback, lakini wa Nigeria wakija baadaye ni live sound. Haujashtukizia hicho kitu? Naiona sana hiyo okay. One of the things ambayo inafanya performance iwe tofauti na ile kusikiliza wimbo ule ambao unaenda redioni ni kwamba ina nani, wimbo unapigwa live. Kwa hiyo sasa, ili ili msanii wa Bongo akuletee show ambayo ni live band alafu kuna kuna performances, inabidi kwanza ajiandae it, it, it, it requires mani lakini kwa hizi milio, sijui milioni mpaka milioni tano ambazo wanalipwa kama kama wanalipwa huko, naomba nisiwalaumu, fanyeni playback tu, ili kikipanisha ki, thamani ya hama tamasha, hela yetu hela. Wale ambao wanaandaa matamasha sawa, you have to pay the artist better, ili waandae a better show. Sasa so hivi unawapa, ukinipa mimi milioni tano sawa, nitavaa mimi au ukinipa milioni kumi ntavaa mimi na, na madensas wangu nitakuja cd napigwa na DJ. I'm sorry mandeo, hiyo hela nakupa what value ya kile hela ambayo umeni, umenilipa mimi. Ndio maana anasema sasa, ukiona msanii wa Nigeria anasema kwamba mi kuja kufanya performance nahitaji dola elfu hamsini kwa sababu ana, anajua kabisa huko nakwenda lazima niandae a set performance kabisa. Wale ambao walishaniona uh, useme gana nikienda Tanzania na iti, nyimbo zile zile lakini inabidi sho iwe tofauti e, uandae sho tofauti mwenelewa. Sasa siwezi kuandaa sho tofauti tofauti mimi kama unanilipa milioni tano kwa msanii wa bongo hapana, hiyo tusidanganyani, tusi hiyo sio fault ya wasanii wetu, ni haya matamasha yanalipa hela ambayo sio nyingi. Mi naongea tu ukweli, mi najilipua hela yeah. Eh, wanaolipa sio kwamba anasema wanalipa hela, sijui laki tano nini yeah. Ah, lakini ndo maana akasema ni one million to five million. I'm Not, ntaandaa nini bendi, ntawalipa wote shingapi, afu wote lazima wavae, afu lazima nilipie venue ili tufanye rehearsals umenelewa, angalau wiki, wiki nzima hivi vyote vina anahitaji hela hasa. Wengine nakuta labda ndio wenye hayo matamasha unaona, usitawataja juzi. E, kuna matamasha mawili kwa nafanyika hapa katikati, ukiangalia ukiangalia zile show hata wale main wenyewe wenye wamiliki wenye wa hayo matamasha, ukiangalia show zao still bado maneno ya watu wanazungumzwa ni yale yale. Kwa nini wame kwani wame hata kama ni show yake yeye, sasa ulitaka ende kuinvest nini? Milioni, milioni ku nini, milioni milioni 20 kwenye kuandaa, uoneshe mfano. Sasa inategemea show inaingiza kiasi gani. Kumbuke ni biashara, umeelewa ye atatumia ile hela kujiandaa kwa ajili ya show kutokana na yale mapato ambayo anajua atayapata kwenye na faida atapata kwenye show yake. Ya yeah, it's not as if anapata milioni bilioni moja hapo anatumia milioni tano kuandaa show. Angekuwa anapata hela nyingi amshua ange. Unajua wasanii wanapenda kujigamba. Eh, hey, akawi kushuka na helikopta. Akawi kushuka sijui, akawi kuingia na nani na, tenki la, la vita. Wabongo wanapenda sifa, wasanii wetu wanapenda sifa. Kwa hiyo kama hela ipo ah, wewe utamkoma Mbongo. Na siku ambayo wasanii wetu wataanza kulipwa, tuseme milioni hamsini kila msanii, mtaona show hapa bongo hii, hey. Nimpongeza, mwaka jana pia alikuwa anafanya hizo vitu pia, ndio maana nakwambia kwa wale na, na hiyo obviously alikuwa anaingia in pocket. Alishawahi kusema eh, e, alikuwa anaingia in pocket kwa sababu alikuwa anataka kufanya vitu extra, extra. Lakini ndio maana anasema wasanii wetu uwezo wanao na wanapenda sisi, wasanii wetu wanapenda sana. Lakini sasa kwa milioni tano kwa kila shoo, utanisamea, nakuja na fidi yangu na dj wangu na madansa wawili, shughuli imeisha. Hawezekani kujichome kwa sababu ya pesa. Sasa si umenipa hela ambayo umenipa, si ndiyo? sawa wewe unalipa usafiri wangu malazi, lakini umenipa na milioni tano hivi. Hiyo milioni tano unataka mimi nifanye maajabu gani? Umeelewa? E, Rayvanny re, kuna siku ile alijenga kabisa kama bwawa umeona ile akaikatia, umo bote, of course wangetuita wajenzi. Jamani Rayvanny <laughs> wewe utakuja kuumiza <laughs> watu bwao na bwao, ukiangalia structure yake ile alikuwa anategemea kweli ita support all that volume of water Ah, we, like, anyway, lakini nampongeza sana kwa sababu vitu kama sasa, ile ndo show, mtu anaenda kabisa anasema da, ah! nimeenda nika, nikaona kitu fikitu fulani tofauti tofauti, ndo hicho kitu ambacho naongelea. Na angalia sasa, sio yeye tu, hata wengine walikuwa wanafanya sets. Unaona zile seti zile zote ni hela, wametuonyesha kabisa kwamba uwezo wana wanao, sema tu ni hiyo milioni tano kumi hata kumi, najua ni hela nyingi, unajua, ukinipa mimi na kumi ni hela nyingi kama mimi lakini, kama nahitaji kuandaa show afu na mimi nibaki na angalau milioni mbili ile ya kutie, umeelewa? yeah, sure. Haitoshi, haitoshi like, mm. Umeelewa sasa hivi kwamba sio kwamba wasanii hawezi kufanya. yeah, sure. hela ambazo wanalipwa it doesn't allow them to explore creativity yao, yeah, lakini wa wasanii wetu ndio maana kwamba mpe msanii milioni arobaini hey, atakupigia show hey. <laughs>